itumie mali ghafi za ndani. Yote habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe nasema wachimba kokoto Njombe, e, waomba miradi itumie mali ghafi za ndani. Lakini kijana atuhumiwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake Mbozi. E, kijana atuhumiwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake huko Mbozi. Yote habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam lakini bado kuna habari inayosema kesi ya kupinga uteuzi wa tume ya uchunguzi yahairishwa. Lakini DC na Chingwea awaka hasira kasoro za ujenzi wa kituo cha afya Namanga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako na Nipashe ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kuna habari inayosema DC habari eh, inayosema Kibaha yatenga milioni mia tisa ujenzi wa madarasa eh, Kibaha yatenga milioni mia tisa ujenzi wa madarasa. Lakini Aweso maji yagawiwe kwa usawa, huyo ni Juma Aweso sema eh, maji yagawiwe kwa usawa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la kwenye Nipashe kwenye kurasa ya mbele, lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni Lissu kula Krismasi gerezani Uh, hilo ni swali linauliza Lisu kula Krismasi uh, gerezani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini kuchana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi lenyewe linaanza na habari inasema, tuhuma za uchawi za waponza wa tatu, uh, wahukumiwa kunyongwa. Uh, tuhuma za uchawi za waponza watatu wahukumiwa kunyongwa uh, tuhuma za uchawi za waponza uh, watu watatu wahukumiwa kunyongwa, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti laku la Mwananchi ukurasa wa mbele, lakini kuna habari inayosema mawaziri wanne watu wa pwani wapewa kero nne. Mawaziri wanne watu wa pwani wapewa kero nne. E, wa wa lakini kijana adaiwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake. E, hiyo ni e, habari kutokea huko Songwe. E, kijana adaiwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake, habari inapatikana kwenye gazeti laku la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini bado kuna habari inayosema watalii waongezeka Zanzibar. Lakini bado kuna habari inayosema mafiatu wanapokuwa kama kuku au mbwa e, pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi huku, marufuku magari binafsi bodaboda barabara za mwendo kasi e, marufuku magari binafsi bodaboda barabara za mwendo kasi e. Hiyo habari pia inapatikana kwenye, kwenye, e, kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi tuangazie sasa kwenye gazeti lako. Gazeti la Mwanahalisi lenyewe ukurasa wa mbele inaandika Nchimbi apigwa zengwe. E, Nchimbi apigwa zengwe. Lakini Tipaijuka mpina wachomoa betri, hiyo habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe linaandika ondoeni hofu. Hilo ni gazeti la bari inasema ondoeni hofu eh, ni kauli ya waziri Simba Chawene, awataka wananchi eh, kuendelea na maisha yao ya kawaida, serikali imejipanga kubadili eh, kukabili tishio lolote lakini, jeshi la polisi lasema utulivu eh, umetokana na operesheni za ushirikiano kati yao na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini adaiwa kumuua mwanaye eh, kikatili kisa eti ni mtukutu, lakini simulizi ndani ya usafiri wa mwendokasi Mbagala, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru tuangazie kwenye gazeti lako la Machinga eh, sauti ya wanyonge lenye linaandika E, watumishi, maendeleo, e, watumishi maendeleo ya jamii watakiwa kuwajibika, watumishi maendeleo ya jamii watakiwa kuwajibika. RC Babu awataka wageni kulinda amani Kilimanjaro, RC Babu awataka wageni kulinda amani Kilimanjaro. Na Afrika yahimizwa matumizi bora ya nishati, Afrika yahimizwa matumizi bora ya nishati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa, wa ukura mbele lakini baroni kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake. E, mtu mmoja baroni kwa tuhuma za mauaji wa mtoto wake. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga wa e, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti la Tanzania leo lenyewe linatuhabarisha e, Dr. Samia e, akoleza kasi ya ufanisi utoaji huduma bandari ya Tanga e, Dr. Samia, lakini dati yasitisha vibali vyote vya kupita barabara za dati e dati yasitisha vibali vyote vya kupita barabara ya mwendo kasi. Lakini sisi yajivunia usikivu wa Dr Samia na yapongeza wananchi kwa kukata kukataa maandamano ya Disemba 9 yasema raisi yupo tayari kushughulikia matatizo kistaarabu. Lakini uzuri wa Tanzania ni fursa nzuri kwa vijana kujitetea maendeleo na Dr. Kisenge eh, JKCI atoa tuzo yasio bora elfu mbili na ishirini na tano. Eh, lakini jeshi la polisi ya onya wanaoendelea kupanga maandamano haramu. Eh, jeshi la polisi latoa onyo kali kwa wanaendelea kupanga maendeleo haramu. Lakini mbaroni kwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake. Eh, mtu mmoja mbaroni kwa kumbaka na kumjeruhi bibi yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Tanzania leo ukurasa wa mbele lakini tukiacha na gazeti la kula Tanzania leo kurasa wa mbele tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti la kula Tanzania leo kwenye michezo linaandika nyota watatu wakalia kutikavu Yanga, nyota watatu wakalia kutikavu Yanga Stars hakuna kulala Misri. Lakini chama mutale wawekwa kando Afcon. Lakini pakome aacho Ivory Coast, eh, kitwania, eh, taji akitwania taji Afcon. E, Pakome naye aacha Ivory Coast, e, akiwania Afcon lakini beki Simba auti msimu e, msimu mzima, e, mzima. Lakini kimataifa njia panda kufuzu e, mtoano UCL. Habari kwenye gazeti laku la Tanzania leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti laku la Wamachinga linaandika kulandana e, asigonganisha timu ligi kuu lakini Gamondi ajivunia kikosi cha Taifa Stars. Hamza wa Simba kukaa nje muda mrefu, lakini Basalanga azua maswali Stars au chomukwala watu wa Uganda kambini Afcon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wamachinga ukurasa wa michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako ni pashe lenyewe linaandika kwenye michezo, Tanzania yaibuka kidedea eh, mashindano ya CAF African Schools under 15 Tanzania yaibuka kidedea ya mashindano ya Kafu African School under 15, yune abari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Kwenye gazeti lako Uganda, ni maandalizi ya kujiunga na Afconi, ni Aucho na Mkwala kikosini Uganda, yona bari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa